Ah, huo mmea huwa unaitwa ulimi wa ng'ombe kwa Kiswahili. Sijajua eh, nyinyi mnaiteje, lakini mimi najua unaitwa ulimi wa ng'ombe na kwa Kiingereza huwa tunaita cactus wengi sana wanalijua hili jina cactus, lakini hata mi mwenyewe zamani hilo jina la ulimi wa ng'ombe nilikuwa silijui vizuri, mpaka nilipo aza kuutafuta kwa ajili ya kuutumia, ndio nikajua kwamba unaitwa ulimi wa ng'ombe. Sasa huu mmea unapatikana sana hizi kanda za kati, manake huu mmea unapenda sana kuota maeneo ambayo yana ukame wa maji, na ni mmea fulani ambao una matumizi makubwa sana kwa kuku. Sasa kwenye hii video ninataka nikuelekeze namna ambavyo unaweza ukautumia na una faida zipi kwa kuku endapo utautumia huu mmea na magonjwa gani ambayo unatibu, lakini uh, namna ambavyo unaweza ukauandaa huu mmea kwa ajili ya kuku wako. Aa, lakini pia kwa sababu huu mmea una umuhimu mkubwa sana, nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukaupanda katika eneo lako ambalo lina shamba la ufugaji, kwa sababu ni rahisi sana huu mmea kumea eneo lolote lile. Kwa hiyo unaweza ukawa e, kwenye eneo lako na wenyewe pia ume umeupanda kwa ajili ya kutumia kama dawa. Huu uh, mea kwanza kabisa, waga unakuwaga na mibamiba, kwa hiyo hakikisha umeondoa mibamiba yote ambayo ipo kwenye huu mea na umeuosha vizuri kabisa. Sasa kuna namna kama tatu hivi unaweza ukaandaa huu mmea uh, unaweza ukaning'iniza kama hivyo, lakini pia unaweza ukatengeneza juisi yake kwa kubrendi. E, ukabrendi vizuri kabisa kwenye brenda kisha ukatengeneza juisi yake au uh, unaweza ukatwanga. Lakini uh, pia unaweza ukaukausha huu mmea vizuri kabisa kwa ajili ya kuchanganyia kwenye chakula. Aa, sasa huu mmea una umuhimu gani kwa kuku? Kwanza kabisa huu mmea unaongeza kinga, kinga za, za, za kuku na huu mmea bahati nzuri e, sio kwa wafugaji wa kuku tu, hata kwenye ufugaji wa ng'ombe e, pia huaga unaongeza kinga. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuwapatia kuku wako a, kwa juisi au labda kwa kuwafungia kama hivi na kama unafunga hivi Ukiukata uki kipande kidogo basi kupitia pale sehemu ambapo umekata kuku wataudonoa mpaka watakuja kuumaliza. Huu mmea unasaidia sana kwenye mmeng'enyo wa chakula kwa kuku wako. Endapo utawapa kuku wako basi, utawasaidia sana kwenye mmeng'enyo wa chakula e, pia huu mmea unaongeza kiwango cha maji kwa kuku wako. Kama kuku wako wana kwa mfano, wana kile kipindi cha joto, unakuta kuku wana panting, wanahemea juu wana wanahema wana, wana, wana wanapanua hivi midomo, basi ujue ile ni kwa sababu ya upungufu wa maji kwenye mwili wao, na wewe ukaja ukawapa E, juisi ya huu mmea au labda ukaufunga e, kwa ajili ya kudonoa, basi utakuwa umewasaidia sana kuongeza kiwango kikubwa cha maji kwenye mili ya kuku. Na broiler ni kuku ambao wanapitia sana shida ya joto, namna ya kuweza kubalance joto kwenye mili yao, kutokana na kwamba ukuaji wao ni wa haraka sana. Kwa hiyo mili yao mara nyingi sana, nyakati za mchana huwa inakuwa na kiwango kikubwa sana cha joto. Kwa hiyo kama utatengeneza juisi na ukawapa broiler e, zile nyakati za mchana, basi unakuwa umewasaidia sana kuondokana na hiyo hali. Na hii hali kwa broiler huaga inapelekea wao kushindwa kupata uzito wao vizuri, kwa sababu aa, ule wakati wa mchana wanakuwaga wanapitia stress. Sasa kama kuku wako wanapitia stress ukuaji wao hauwezi ukawa vizuri, wanakuwa wanapambana na, na hali yao ya joto jingi eh, kwenye mili yao. Ndio maana kwa wale wafugaji wa broila, broila ni kuku ambao wanakunywa sana maji kutokana na kwamba mili yao inachemsha, ina, ina sana, tunaweza tukasema hivyo, yani inapata joto sana. Na kwa nini inapata joto sana? Kwa sababu ya ile rate, kiwango cha broila kukua ni kikubwa sana kwa hiyo kinasababisha uh, mwili wa broila awe na joto sana. So huu mmea hii una, una, una, juisi ina mfaa sana broila. Pamoja na hivyo uh, kwamba hii juisi kama utawapa kuku wako ina vitamini kwa wingi sana, ni huu mmea ni mmea ambao una, una vitamini kwa kiwango kikubwa sana. Uh, pia cactus ni mmea ambao unatibu mafua vizuri kabisa endapo utachanganywa na tangawizi pamoja na pilipili. Kwa hiyo unaweza ukachukua e, kipande kidogo ukaweka tangawizi na pilipili ukachanganya ukawawekea juisi kuku ambao wana mafua, na wakapona vizuri kabisa. Na endapo ukichukua hii cactus ukakata vipande vipande, Uh, kisha ukakausha juani vizuri kabisa na ukaiblendi au ukatwanga ikiwa kavu Uh, ukaiweka kwenye chakula cha kuku ambao wanataga, basi huwa inaboresha utagaji wa kuku, lakini pia inafanya kiini cha e, kiweze kuwa cha njano, na kitu kingine ni kwamba inasaidia sana kwa wale kuku ambao wamezidi uzito au wana mafuta mengi e, ambao hawatagi vizuri, basi watakuwa wanataga vizuri kabisa. Na kwa zoezi hili ukisha tengeneza ule unga wa cactus e, kiwango ambacho unaweza ukapima kilo moja, utaweka kwenye chakula kilo ishirini. Kwa hiyo utachanganyia kilo moja ya unga wa cactus na chakula e, cha kilo ishirini chakula ambacho kimeshaandaliwa kwa ajili ya kuku kutaga, yani ambacho tayari kina virutubisho vyote kwa ajili ya kuku kutaga. Mfano mzuri, unaweza kutengeneza chakula kwa kutumia kanuni ambayo ipo kwenye vitabu vyetu, miongozo ya ufugaji wa kuku, kwa mfano kitabu cha kuku wa kienyeji, lakini pia kuna kitabu cha safari ya ufugaji, ukatengeneza vizuri kabisa kanuni yako ila ukaja ukaongeza labda, umetengeneza chakula cha kilo mia moja. Kwa hiyo kama ni kilo mia moja, utaongeza kilo tano ya unga wa kaktas kwa ajili ya kuboresha e, ubora wa yai, kiini cha yai, lakini pia na kuwafanya wale kuku ambao wana mafuta mengi wanashindwa kutaga waweze kutaga vizuri kabisa. Maana yake hii e, e, waga inakwenda kupunguza mafuta kwenye lile eneo ambalo mayai huwa yanahifadhiwa pale au yanatengenezewa hapo. Aa, kabla sijakwambia namna ambavyo unaweza ukaandaa Eh, hii cactus ni wakumbushe kwamba tunavyo hivyo vitabu. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji, huu ni mwongozo wa kuku chotara. Ufugaji wa broiler, huu ni mwongozo wa broiler. Kuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, mwongozo wa kuku wa kienyeji. Lakini pia tunacho kitabu cha tiba za asili. Hata kwenye hichi kitabu cha tiba za asili tumeelezea vizuri kabisa namna ambavyo unaweza ukatumia huu mmea ambao tunauita ulimi wa ng'ombe. Kila kitabu hapo kinauzwa shilingi elfu kumi na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Vilevile pia unaweza kujiunga na kundi letu la mafuzo e, ya namna ambavyo unaweza kuwalea kuku, namna ambavyo unaweza kuandaa hizi e, tiba za asili e, lakini pia kama unapitia changamoto yoyote, unajiunga kwenye kundi letu kwa shilingi elfu nane na utakaa kwenye kundi letu kwa muda wa miezi miwili, yani elfu nane ni ada ya miezi miwili. E, tunawakaribisha sana KingoFarm. E, namba yetu ya simu hiyo hapo unaweza ukatupigia ukatutafuta WhatsApp. Uh, kwanza kabisa tuangalie namna ambavyo unaweza ukautumia huu mmea. Uh, chagua ile mimea ambayo bado bado, yani usichukue ambao umezeeka sana. Chukua ambayo e, bado ni mbichi, kwa mfano hiyo ya juu kabisa, ile ambayo inakuwa ime, imetoka kuota karibuni. E, kisha hakikisha kabisa unaondoa miba yote kwenye huo mmea wako, na kisha ukaosha vizuri kabisa kwa makini sana kwenye miba, manake a, kama kuku wako watawakula miba ambayo inapatikana hapo inakuwa na madhara. Katakata vipande vividogo vidogo, kisha unaweza ukavibrendi hivi vipande, au unaweza ukavitwanga na ukatengeneza juisi yake vizuri kabisa. Kwa wale ambao wanahitaji kupanda, utakata yale majani ambayo yamekomaa sana, utayanika kwenye kivuli kwa muda wa siku kumi kisha Uh, utachimba shimo la kiasi chake na kuupanda huo mmea na utaota vizuri.